Majirani, birthday ya Nana Mapoz jamani, nafanya hii video kutokana na request ya majirani zangu. Majirani zangu nyeo wapana, kuna mtu ambaye hamumjui hapa mjini? Aya, to review mitoko ya birthday yake. This is her birthday photoshoot look. She has declared kwamba yeye ni mpenzi wa rangi ya pink, kwa hiyo this is expected. Ametimiza miaka 27 na na hiki ni kiwalo chake cha siku ya birthday party. It's also pink yenye stones za silver, silver a a lot of silver details but it's a pink outfit. Kwa nyuma inaonekana Kana hivi, among celebrity spotted akiwemo Gigy Money. Her first look ni cowgirl look yenye buti za silver and brown touch, then akaja kuvaa sare sasa ya kitambaa ambayo ni gauni kalipimp namna hii. Ni mshono ambao ni simple unaoendana na mwili wa Gigy Money mwenyewe. Gigi is a gigi vibe gigihe, unaona ilivyochangamka. Haya majirani, tukutane kwenye comment section, niambie unaoonaje, unaupa maxi ngapi mtoko wa birthday wa nana dolls, kuanzia photoshoot na the birthday dress? Bye.